Karibu kwenye Fikra Sahihi, mahali tunakufungua akili na kukupa elimu ambayo shule hazikufundisha kuhusu pesa. Kabla ya somo letu zito la leo, hakikisha umesubscribe, umelike na umeshare ili wengine nao wapate mwanga huu. Leo tunachambua falsafa maarufu kutoka kwenye kitabu Rich Dad, Poor Dad: Don't Work for Money. Hii si kauli ya kawaida, ni mtazamo unaoweza kubadilisha jinsi unavyoona pesa kazi na maisha. Rich Dad alisema, maskini na watu wa tabaka la kati hufanya kazi kwa pesa, matajiri hufanya pesa ifanye kazi kwao. Hapa tunavunja falsafa hii kwa pointi tano muhimu. Pointi ya kwanza: ukifanya kazi kwa ajili ya pesa pekee, unafunga maisha yako kwenye rat race. Watu wengi wanaishi maisha yale yale kila mwezi: kuamka, kwenda kazini, kulipwa kulipa bili, kisha kuanza upya. Huu ndio mzunguko wa panya, rat race. Kazi si tatizo, bali kuwa na chanzo kimoja cha pesa ni hatari. Ukipoteza kazi au ukaumwa muda mrefu, maisha yanasimama. Ndio maana wengi wana hofu za kifedha, si kwa kukosa kazi, bali kwa kuwa wamefungwa na mfumo wa kufanya kazi kwa pesa bila kujenga kitu kinachowalipa hata hawapo kazini. Ushauri: Anza kutafuta chanzo za ziada kama biashara ndogo, uwekezaji mdogo au mali isiyohitaji uwepo wako muda wote. Ukikosa kufanya hivyo, utaishi kwa mikopo, shinikizo la kazi na hofu ya kesho isiyojulikana. Pointi ya pili: jifunze ujuzi wa kifedha, sio kukimbiza mishahara. Poor Dad alifundisha, soma upate kazi nzuri yenye mishahara mkubwa. Rich Dad alisema, Jifunze ujuzi unaozalisha pesa hata bila uwepo wako. Ujuzi kama kuelewa biashara, kujua uwekezaji, kuelewa mtiririko wa pesa, kujenga mali. Mfano, mtu wa kazi ya kawaida lakini anayeweza kununua kiwanja kwa bei ndogo na kukiuza kwa faida kubwa, huyo ana ujuzi wa pesa si mshahara. Ushauri, badala ya kuuliza kazi inalipa ngapi, uliza ninajifunza ujuzi gani hapa. Ukiidharau utakuwa mtaalam maskini, ana elimu, kazi na mishahara, lakini hana mali wala uhuru wa kifedha. Pointi ya tatu: pesa hupenda watu wanaoielewa, inaogopa wasiojua kuitumia. Watu wengi wanafanya kazi kwa pesa maisha yote kwa sababu wana hofu ya kufilisika, kukosa mishahara au kupoteza lakini pesa huvutwa na watu wanaoielewa sio wanaoiogopa. Mfano, wengi wanaogopa biashara ya elfu laki mbili, lakini wako tayari kukopa milioni mbili kwa simu mpya. Si kwa sababu ya pesa, bali kutokuelewa thamani yake. Ushauri: jifunze taratibu kuhusu uwekezaji, hatari na fursa. Elimu inapunguza hofu. Ukidharau maamuzi yako yote ya pesa yataendeshwa na hofu, na hofu huzaa umaskini wa kudumu. Pointi ya nne: usiache emotions iamue maisha yako ya kifedha. Rich Dad alisema watu wanafanya kazi kwa pesa kwa sababu mbili, hofu na tamaa. Hofu ya kupoteza, tamaa ya mishahara, hofu ya kuanza upya. Kwa nini wengi hawaachi kazi hata kama hawapendi? kwa sababu wanaogopa kukosa mshahara. Kwa nini hawaanzi biashara? Hofu ya kushindwa. Ushauri: amua kwa ujuzi na data, sio kwa hisia. Elimu inakuweka huru, hofu inakufanya mtumwa wa pesa. Ukipuuzia, utaishi chini ya utawala wa hofu na hutawahi kuwa huru kifedha. Pointi ya tano: jenga mali assets zinazokulipia maisha yako. Hii ndiyo kiini cha don't work for money. Uhuru wa kifedha unakuja pale ambapo mali zako zinakulipia gharama zako bila kwenda kazini. Assets zinaweza kuwa nyumba ya kupangisha, hisa za dividends, biashara inayojitegemea, mashamba, bidhaa au content mtandaoni, brand inayolipa. Mfano, mwalimu ana juka la mtandaoni analipwa akiwa darasani. Dereva mwenye bodaboda mbili anapata pesa bila kupanda. Ushauri: anza na asset mmoja tu mwaka huu. Kidogo leo kinaweza kuwa kikubwa kesho. Ukiidharau utaendelea kufanya kazi hadi uzee, hutapumzika kwa amani na hakuna urithi wa kifedha utakaoachwa. Don't work for money haimaanishi kuacha kazi, inamaanisha kubadili fikra Kazi ni ya kujenga mali, si chanzo cha kutegemea maisha yote. Karibu tena kwenye Fikra Sahihi, mahali tunakufundisha kupiga hatua za kiakili na kifedha. Usisahau kusubscribe, like, comment na share.